E, bwana nadhani utakuwa unakumbuka kwamba Harmonize Konde Boy alitangaza nia ya kuingia katika nyanja za uongozi serikalini. Nadhani hicho ni kitu ambacho watu wengi sana nadhani waliishakiona, maana Harmonize mwenyewe kupitia ukurasa wake wa Instagram aliiweka wazi hilo swala, jambo ambalo liliwavutia na kuwafurahisha watu wengi sana, baada ya kuona kwamba Konde bwana ameamua sasa abadilishe, aliamua abadilishe kidogo upepo eh, kutoka kwenye ishu ya music kwenda kwenye mambo ya na ya kwenda kwenye swala zima la uongozi wa serikali, kitu ambacho sio kigeni hapa Tanzania, kwa sababu tayari kuna baadhi ya wasanii wameshaitumikia serikali na wengine bado wapo madarakani wakitumikia wananchi serikalini kupitia nafasi mbalimbali mbali. Kwa mfano kuna Hamisi Mwijuma huyu, ni Mwana FA, ambapo yeye ni rapa wa muda mrefu sana hapa Tanzania, lakini sasa hivi alipata alipata nafasi ya, kuwa, ya kuingia bungeni alikuwa mbunge na sasa hivi amekuwa naibu waziri kabisa katika upande wa sanaa, umeona bwana, kitu ambacho kilikuwa ni very inspirational, na ni jambo ambalo pia liliwachochea watu wengine, wasanii wengine kutamani na wengine nao pia kupata nafasi, au kuchukua nafasi katika swala so zima la uongozi serikalini ambapo tumeona kuna mameneja wa mziki kama vile wakina Babu Tale. Tumeona kuna wasanii hapo awali nao pia walishaingia sana bungeni, walikuwa ni wabunge kama vile wakina Mr. Tu Sugu, walikuwa Professor J na wengine wengi. Sasa Harmonize, yeye bwana, stori yake ilianzia muda kidogo tokea enzi zile za Hayati Magufuli, wakati akiwa raisi kabla hajafariki ni kwamba alishawaigi kusifia kazi na the way Harmonize wa anavojituma katika shughuli zake, jambo ambalo lilimimpress hata Mheshimiwa Rais Magufuli, akauliza hivi, huyu Harmonize wa anatokea wapi? Nimefurahishwa sana na utendaji wake wa kazi, jinsi anavojituma watu. Akamjibu kwamba anatokea Tandaimba, akasema oh, okay. Sasa kule Tandaimba mbunge ni nani? maana ningetamani Harmonize agombee ubunge kule Tandaimba meona kwa hiyo eh. Eh, hicho ndo kitu ambacho mheshimiwa Magufuli alikizungumza miaka kadhaa iliyopita yani, miaka mitano iliyopita to be exactly, kama sikosei. Sasa kitu ambacho kimetokea ni kwamba tunaelekea katika uchaguzi mwaka huu 2025 na Harmonize ameamua kutamani kuingia katika nafasi hiyo ya ubunge na akakumbushia kwamba hiki ni, hii ni moja kati ya vitu ambavyo mheshimiwa rais aliyepita alivizungumzia na alitamani kumwona Harmonize akiingia bungeni. Kwa hiyo Harmonize akasema kwamba huu ni wakati rasmi kwa mimi kutimiza ndoto ambazo alikuwa nazo mheshimiwa rais eh, Magufuli, kuniona mimi kupata nafasi bungeni na akatangaza kabisa kwamba ataenda, ataenda kugombea ubunge kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, na watu wengi sana walikuwa wako very hyped kuhusiana okay, na hiyo issue. Lakini wengine wakasema kwamba okay, hii haijakaa sawa, Harmonize ana mambo mengi sana, anatakiwa afanye katika swala la mziki. Hakuna chochote anachokijua kuhusiana na issue ya siasa na uongozi kwa ujumla, kwa hiyo ni bora angestick na mziki, kuhakikisha kwamba anazidi kuisukuma karia yake ki mataifa zaidi. Ndani huko baadaye labda akizeeka anaweza no kafanya hayo mambo ya uongozi. Lakini kwa sasa hivi watu wengi sana walikuwa wanasuggest kwamba Harmonize angekomalia zaidi katika swala la mziki. Umeona bwana eh? Kwa hiyo sasa Harmonize bwana ameamua mwenyewe kutangaza rasmi kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ameposti hiyo chapo alafu akaifuta, kwa hiyo kama ilikupita basi, niko hapa kwa ajili ya kukupa details ambazo Harmonize amezizungumza kuhusiana na mchakato huo wa yeye kugombea ubunge kule Tandaimba meona bwana eh? Kwa hiyo kitu ambacho Harmonize bwana amekizungumza ni kwamba ye mwenyewe ameamua kukataa swala la ubunge. Meona hapa eh? Kuna page imekuja kuandika kwamba imekuja ku, kuandika post ambayo aliandika Harmonize ameandika kwa, Harmonize aliandika hivi kwamba nimepitia sheria za kamati ya maadili ya chama na bunge. Yaani Harmonize huyo ndo ameandika hivyo kwamba amepitia sheria za sheria za kamati ya maadili pamoja ya maadili ya chama pamoja na bunge. Simoni Kondeboy eh, kwa kwaninavyoona hata kusema bombo bombol sitoruhusiwa. Harmonize amesema hivyo, akaendelea kusema kwamba niwapongeze wana CCM Tanzania mliojitoa kutangaza nia za kugombea nafasi tofauti tofauti, especially vijana dini yenye wafuasi wengi ujue, inakubalika. Tandaimba chagua, chagua kiongozi bora atakayemsaidia rais wetu kwa miaka mitano ijayo. I'm hungry for more success, for more success in music, ameandika hivyo Harmonize kupitia ukurasa wake wa Instagram. Yaani, kwa hapo alipoandika kwa Kiingereza ni kwamba amesema kwamba yeye ana njaa zaidi ya kupata mafanikio zaidi katika upande wa muziki. Umeona bwana eh. Kwa hiyo Harmonize bwana, issue ya ubunge ameamua iweke kapuni kwa sasa eh, ameamua focus back kwenye muziki. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba hapa Harmonize bwana ameona kwamba amepitia, ameweka wazi kwamba amepitia sheria pamoja na eh, pamoja na, na kamati ya maadili kwa upande wa chama cha Mapinduzi, lakini pia vile vile sheria za bunge na vitu vingine tofauti tofauti, ameona kabisa kwamba yeye hatomudu hatofiti katika hizo kategori na maagizo ambayo yameandikwa. Umeona bwana. Kwa hiyo akaamua weke wazi tu kwamba amewapongeza eh, pia vijana wengine ambao wameenda kuchukua fomu. Tumeona vijana wengi sana hususan hawa wa upande huu wa burudani hapa Tanzania, wengi sana kiukweli wameamua kujitokeza eh, kwenda kugombea kwenda kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Hicho ni kitu ambacho eh, kiko wazi, ameona hmm? Wakina Mwejaku, Baba Levo eh, wakina Mkojani eh, watu wengi sana kiukweli wame, wameamua kuchukua fomu za kugombea, lakini pia ni kwamba Harmonize amewapongeza hao wote, lakini vile vile amesema kwamba kwa upande wa kule jimboni kwake, ambapo yeye ndo anataka aenda kagombea huko Tandaimba, ni kwamba Harmonize amesema kwamba bwana amewashauri watu wa Tandaimba wachague kiongozi sahihi ambaye atakuwa na uwezo wa kumsaidia mheshimiwa rais katika majukumu ya kuongoza wananchi kwa miaka mitano ijayo. Niona bwana eh. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hapo kuna page imekuja kuandika huo ujumbe wote, alafu akamalizia hapo kwa kusema kwamba itakumbukwa Star Harmonize anatajwa kurudia na aliyekuwa kurudiana na mpenzi wake wa muda mrefu Kajala Masanja, japo kuwa wawili hao bwana hakuna yoyote ambaye amelizungumza hilo wazi. Harmonize ame ameamua pia kuweka wazi kuhusiana na ndoto ambazo alikuwa nazo au alitaka azitimize kwa mwaka huu wa uchaguzi eh, kwamba ameamua kuzisitisha na focus yake ameirudisha kwenye mziki kwa sasa na amewashawishi na kuwashauri wananchi wa Tandaimba huko alipotokea, kwa wajitahidi wachague kiongozi sahihi kwa ajili ya maendeleo yao, lakini pia vile vile kwa ajili ya kumsaidia Mheshimiwa Rais majukumu kwa miaka mitano ijayo. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo lile swala la Harmonize kugombea ubunge ameamua alisitishe. So, ukiwa kama mdau, una kipi cha kuzungumza kuhusiana na maamuzi hayo ya Harmonize? Eh, unamuunga mkono au unampinga? Tokee maoni yako bwana katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vilevile vile, hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update